Sasa hapa ndo inakuja picha kamili, aletewa picha. Tuangalie namna gani watu wale ambao duniani waliambiwa maneno ya Allah wakafanya maskhara, waliambiwa maneno ya Allah wakafanya mzaa, waliambiwa maneno ya Allah hawakuyatilia uzito, baada ya kupita katika vituo vyote tumeona katika sura zilizopita mikono miguu nini nini vitawatolea watu ushahidi, wamesoma madaftari yao, lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala anafunga al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim watshhada rujuluhum bima kanu yaksibun. Tumeona namna gani Allah atafunga ili vitu vitowe ushahidi, baada ya kuisha vitu vyote, baada ya kuisha mambo yote, sasa hapa inakuja picha nyingine mpya kabisa.

kuelekea jahannam, kuelekea katika moto, kuelekea katika gereza. Zumara, makundi kwa makundi, makundi mbalimbali mbali. makundi ya washirikina, makundi ya wazinifu, makundi ya walariba, maasi mbalimbali, wanakokotwa tena. Allah anasema inna ladaina ankala wajahima wa wa wataaman dha ghuswati wa adhaban alima, hakika sisi tuna pingu pingu za Allah subhanahu wataala, hujawahi kuziona kabisa kabisa, pingu zenye kushika kweli kweli, watu wanapelekwa katika moto. Wasika alladhina kafaru ila jahannama zumara, hata idha jauha futihat abwabuha, hata idha jauha, mpaka watakapofika katika ile milango ya moto. Sasa Allah anasema futihat abwabuha, milango itafunguliwa ya moto, waqala lahum khazanatuha, mlinzi wa motoni yule atawaambia kwa kuwauliza, kwa kustaajabu, atashangaa, alam yatikum rusulu minkum, awakukujieni. Je, awakukujieni watu wa mawaidha Hawakukujieni waonyaji? Hawakukujieni watu wa kukutahadharisheni? Nyie mnaingia huku leo, mlikuwa duniani, mlikuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyie mlikuwa na watu ambao walikuwa wanakuambieni maneno ya Allah, tena wengine wanakufuateni mpaka mitaani kukuambieni maneno ya Allah lakini bado tunawaona wendawazimu leo mmeshindwa, leo mambo yameshindikana. Allah anataka mtoe fidia. Allah alikufanyeni mambo makubwa mkaja katika mgongo wa ardhi, lakini amkutaka ya kufanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayataka. Wayundhirunakum, akakutadharisheni akakupeni mawaidha wakakuambieni liqaa yaumikum hadha, mkutano wa siku hii ya leo. Amkuambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameuanda moto, amkuambiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa pepo. Watu wakiongea kama fashion tu, mnawasikiliza inaingia huku yanatokea huku, hamna habari kabisa. Unaonywa jambo sasa hivi umetoka unaenda kulifanya reri ambalo msikiti umelisikia, yaani kama vitu ambavyo ni story tu ulikuwa unasikiliza story, ulikuwa unaangalia movie, aina maelezo yoyote yale katika moyo wako ukafidisha uka fa, ukapata uka faida ukayazingatia. Wenyewe watasema baada ya kuuliza swali hilo, awakukujeni watu wakukujeni wonyaji. alu watasema bala walitujia sisi, walikuja kutuambia tunashuhudia, kabisa, walikuja kutuambia kuhusiana na jambo hili la leo. Hapo ndo watu sasa hali zao ngumu tena. Allah, katika sura tunaba, anatuambia inna andharnakum adhaban qaliba, hakika tunakutaadhalisheni adhabu iliyokuwa karibu kufika. yauma yandhuru lmaru siku ambayo mtu ataona ma yale ambayo kadamati ya dahu yaliyotangulizwa na mikono yake. fayaqulu lkafiru, mpingaji kafiri atasema ya laitani kuntu turaba, ole wangu mimi bora ningekuwa udongo, bora ningemalizika bora ningekuwa mchanga. Hali mbaya Waislamu. Leo nani anatamani kwa kiumbe tofauti na mwanadamu, kwa raha anayoipata, kwa uchumi anayomiliki kwa furaha anayoipata. Nani leo atatamani kuwa kama mnyama? Nani leo atatamani kuwa kama udongo? Nani leo anatamani kuwa kama mchanga? Lakini kwa madhila yaliyomzonga siku hiyo atashindwa kabisa kuvumilia, atasema ya laitani kuntu turaba, bora ningekuwa udongo, bora ningekuwa mchanga. Walakin haqqat kalimatu aladhabi ala alkafirin tasema lakini, limetimia neno la adhabu juu ya wanaompinga Allah subhanahu wa ta'ala, juu ya makafiri. Qila adkhulu abwaba jahannam, patasemwa ingieni katika mlango wa jahannam. Khalidina fiha, mkae umo. Fabisa maswal mutakabbirin, na ni makazi mabaya, makazi machafu, makazi ya ovyo

mpaka anapomfikia mmoja wenu mauti pale, anasema rabbi, nirudishe nikafanye matendo mema niliyoyaacha. Leo unapumua, leo uko vizuri, unasikiliza na saa unasikiliza maneno mbalimbali. Kwa nini msibadilike ukawa katika utoa? Hakuna mtu ambaye anaweza asilimia mia tokea nazaliwa mpaka anakufa sifanye madhambi. Ayo yapo tu, na ndio maana Allah anatujua udhaifu wetu wa khuliqal insanu dhaifa, akaweka milango ya toba. Lakini usiazibie wewe kwa kutokuswali, usiazibie wewe kwa kutokufunga, usiazibie wewe kwa kutokutoa na uwezo usiadhibiwe wewe kwa kutokwenda hija. Usiadhibiwe wewe kwa mambo ambayo ulikuwa na uwezo nayo kabisa. Kuna baadhi ya mapungufu kama binadamu tunaendea, lakini tunanyanyua mikono, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamee. La'alla a'malu salihan fi ma taraktu, mtu atasema nikafanya matendo mema katika yale niliyoyaacha. Kala, tambia hakuna kitu kama hicho. Inna kalimatun haya ni maneno tu, huwa qailuha, yeye anayozungumza. Wa min waraihim, na nyuma yake barzakhun, kuna kizuizi, ila yaumi yub'athun, mpaka siku ya kufufuliwa. Tena katika sura nyingine akasemaje? Watu watasema rabbana e, mola wetu, amatana thnataini, tumekufa mara mbili, wa ahyaytana thnataini, na tumekuwa hai mara mbili, fa'tarafna bidhunubina tumekiri madhambi yetu, fahal ila khuruji min sabil, ipo njia ya kurudia? Hakuna njia baba, tayari Allah subhanahu wa wataala ameshakata hukumu. Aaba Allah subhanahu wa wataala atetushi na mtu wake. Akasema tena kaendelea, tunamaliza, wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, watapelekwa wale kwa ustaarabu, kwa raha, kwa utaratibu kabisa wale waliomwogopa Mola wao subhanahu wa ta'ala, wacha Mungu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila aljanna ila aljannati zumara, kwenda peponi makundi kwa makundi. Hata idha ja'uha wafutihat abwabuha, pako atakapofikia milango ya pepo itafunguliwa. Sasa ile milango yake harufu ya pepo, raha, watu wana furaha, hakuna furaha kama furaha ya siku hiyo. fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fa yaqulu haumu iqrau kitabiya, yule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia atafurahi, atasema ah, jamani, someni someni kitabu changu kwa furaha kubwa sana. inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi ishatin radiyah, atakuwa katika maisha ya mwenye ambayo anaridhia kabisa

<tua>, mwenyezi Mungu, subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa miongoni mwa watu wa peponi. hata idha jauha wafutihat abwabuha waqala lahum khazanatuha, walinzi wa pepo atawabea salamun alaykum, amani iwe juu yenu allahbai <tua>, neema kubwa sana hii. Picha ni bonge la picha, atali yanki katika kichwa chako ukaona namna gani mambo yatakavyokuwa. Fumba macho, fikilia wewe ndio upo katika kundi hili la hawa ambao wanaambiwa salana, subhana na malaika, salamun alaikum, amani iwe juu yenu, amani iwe juu yenu tumetumwingieni peponi fadkhuluhaharinae kamilele. Wallahi mambo yote tumelala nje kwa ajili ya Allah, tumetembea ya mguu kwa ajili ya Allah, tumeacha familia zetu kwa ajili ya Allah, tumeacha wake zetu kwa ajili ya Allah, tumefanya mambo mbalimbali kwa ajili ya Allah, tumezalika kwa ajili ya Allah, tumetukanwa kwa ajili ya Allah, tumepigwa kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, siku hiyo sasa ndo anawanyanyua wa watu Allah siku hiyo sasa, watu wa

Binadamu anashangaza sana. ya ayu alinsanu, wewe mwanadamu, magharaka bi rabbikal karim, nini ambacho wewe kinakushanganya tena kinakusahaulisha mula wako aliyekupa mula wako mkarimu alladhi khalaqa fa sawaka fa adalak, amekuumba akakunyosha akakuweka sawa sawa kabisa. fi ayi surati mashara ai, katika sura yote aliyopenda. Amekupa umti yeye Allah paji la uso, weka chini kutwa mara tano, ujidhalilishe kwa Allah katika chini ardhi, ujue kuna bwana wako ambaye amekuleta katika maisha haya, fanya yote Inna waada Allahi haqqun, ahadi ya Allah ni kweli. Usikudanganyeni uhai wa dunia, usikudanganyeni sifa, sifa, umaarufu. Vya nini hivyo? Rudini kwa Allah, rudini kwa Allah. Umaarufu unapita, sifa zinapita, pesa zinapita. Aya ya piti, fadkhuluha khalidin kayeni, milele na milele. Watu wanamshukuru Allah ambaye aliwaahidi ahadi ya kweli

Namna gani Allah subhanahu wa ta'ala, anatupigia picha, ametupigia picha kule ya watu waofu, anatupigia picha ya watu wema, watu wanakaa mtoni, mtu si jambo dogo. usmjwanu nafsi zenu fa inna badanakum dhaifu, aiwezi kuvumilia, aiwezi kumiliki moto, aiwezi kabisa kabisa. Ngozi ni dhaifu, zina maumivu makali sana. Chukua tu kibiriti ikasukuweka sekunde, huwezi kabisa, huwezi hata kwa majaribio, hata ikawa hauwezi kiberiti hiki, moto huo ambao umezimuliwa mara sijui mfusa bila ngapi huko moto wenyewe kabisa. Wewe mwili wako dhaifu sana, unawekwa mwili katika moto. Leo tuone anachoma. Ah, mwizi moto, bali namna anavyongua watu, wote wanalia, mtu anakaa wiki mpaka mwaka, mtu anagairi kabisa kula nyama, namna mwanadamu wenzake anavyochoma moto, hali inavyokuwa mbaya. Leo unaingizwa katika moto wa jahannam bila sababu, kweli? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kullu ummatin yadkhuluna aljanna, umma wangu wote utaingia peponi Ila masaaba kauliza, wakaulizwa ya Rasulullah, kul kulu ummati yadkhuluna janna illa man aba, umma wote utaingia peponi isipokuwa yule ataki kataa. Wakauliza masoaba hey, nani huyu ataki kataa kuingia peponi peponi? Kweli mtu anakataa? kwa sababu leo hata mtu anauza pombe mwezi wa Ramadhani mwezi yoyote, afanye madhambi kiasi gani, lakini huyo anafikira kwamba mimi basi mi niende motoni tu? Hakuna mtu huyo, hakuna. Yule anataraji pepo ya Allah, anataraji huruma za Allah, anatamani kabisa akifa ende peponi, mtu afanye maasi vipi. Lakini maswahaba wanashangaa, ya Rasulullah, hivi kweli yupo mtu ambaye atakataa kuingia katika pepo ya Allah? Kumsikiza mtume anasemaje: mwenye kunitii mimi ataingia peponi, na mwenye kuniasi. Huyu ni mtu wa wapi peponi? Tumemwasi mara ngapi mtume wa Allah, tumefanya mara ngapi maasi? Ndugu zangu, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anatuona, Allah atatulipa yote, tunayofanya yamedhibitiwa, yapo katika hisabu. Tukifanya kwa ikhlasu ni bora sana, eh, tukifanya kwa ria Allah Subhanahu wa Ta'ala atutulipa Eh, hey, kwa sababu utali duniani matendo yako watu wameshaona ye hey. Eh, Allah anataka matendo ya kufanya kwa ajili yake kumkusudia hey, yeye peke yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunufaishi kwa haya eh, hey. Mwenyezi Mungu akitujalia siku nyingine inshallah, tutaendelea kukumbushana, tutamwomba Allah ajalie maneno yatoke katika nyoyo ya mzungumzaji yaingie katika nyoyo za wasikilizaji. Alkamalu lillahi wasallamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.